Kuna ufunguo wa kuingia ndani ya nyumba ile, lakini shida you have never been serious. Umefanya kwenda kanisani kama habit, habit. Haleluya, amen. Kanisani ni nyumba ya kumtafuta Bwana, namtafuta Mungu mpaka hatima yangu ipatikane, wala huongei na mtu, huna muda na umbea, huna muda na uongo, huna mda na maneno ya mitaani akaenda Hana ndani ya nyumba ya Bwana. Biblia inatuambia hajazungumza na mtu. Akapiga magoti wakati wengine wanazunguka zunguka, amepiga magoti pale. Wakati kohani, kohani naye anazunguka zunguka, lakini Hana amepiga magoti pale. Kuhani akamfata akamwambia, mwanamke, mbona unakuwa mlevi ndani ya nyumba ya Bwana? Akasema, usimdhanie mtumishi wako kwamba ni mwanamke asiyekuwa na maana, katika uchungu wa moyo wangu ndiyo nayozungumza mimi. Ni mwanamke ambaye nina uchungu moyoni. Anamimina moyo wake kwa Bwana. Leo tuna watu waongo, kwa sababu hawajui wanachofanya, kwa sababu kanisani mahali pa kukusanyika, weekend juma, juma, weekend nakusanyika wenzako wenzako, wanakuja hapa. Baba Mungu nao, akiwa njiani kutana mimi, bwana Mungu kutana mimi Ime, le, leo. Akasema moyoni mwake kwamba nikishika pindo la vazi yake nitapona. Akasema moyoni mwake kwamba leo nikienda kanisani, baba akizungumza maneno haya yaniponye. Akasema moyoni mwake leo ndio siku yangu. Akasema moyoni mwake leo ndio siku yangu. When you come to the house of God expectedly. unapokuja expectantly unapata, unapata, unasema leo nakwenda kwenye nyumba ya Bwana kana kwamba sitakwenda tena. Nakwenda kwenye nyumba ya Bwana leo kana kwamba sitakwenda tena. Bwana, leo ni siku yangu, leo ni siku yangu. Sema na mimi, zungumza na mimi. Unaianza una, una, una siku yako namna hiyo na unaamua kuwa na siku zako za kumtafuta Bwana siku zako ambazo hazina uhusiano na ibada ya kanisa, hazina uhusiano na kufunga kwa kanisa, hazina uhusiano na kufunga kwa kwaya, hazina uhusiano na kufunga kwa kanisa au kwa nchi. Ni siku zako mwenyewe, unabeba unabeba chupa yako ya maji, unasema naenda nyumbani mwa bwana kumtafuta bwana. Unaanza mwenyewe na maji yako, watu wanakuona, huongei na mtu, hupigi soga na mtu Wakati mimi naanza kuhubiri, wapo tulioanza nao hawapo. Naweza kukutajia tulioanza nao hawapo, wamezimia njiani kwa sababu ya mob life, yale maisha ya pamoja. Hey, tuko tunajua hey. Tunaanza kupiga story, tunapiga story, lakini tulizaliwa tofauti. <coughs> Tuna baba tofauti, tuna mama tofauti, tarehe ya kufa ni tofauti na pa kwenda ni tofauti. Mambo ya furaha tuzungumze pamoja. Na mtafuta mtu wa kuniongoza kwenda kwenye njia ya mafanikio yangu, na mtafuta mtu atakaye niambia habari za miliki yangu ninaoisubiria kwa hamu kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa jina, hebu sema nakataa. Ndio maana Paulo anamwambia Timotheo, mwishi kwa kukomboa wakati, kwa sababu muda ni kidogo, umri umekwenda.

Lakini dalili zote za kufanikiwa kwenye kila jambo ni kuanza jambo hilo kwenye umri mdogo. Kwenye kila unaloanza, kuna makosa utafanya. Ukianza mapema, utasahihisha hayo makosa. Wazee ni waangalifu sana kukosea, kwa hiyo mwendo wao ni wa polepole, maana hawana muda wa kusahihisha. Usiwaambie wazee kwamba mzee, tuwahi. Hapana, Mzee anajua siku zake zimekwisha, yuko makini sana. Nikikosea jambo hili, sina muda wa kusahihisha, nitaacha alama mbaya duniani. Lakini vijana tuna cruise, unasonga mbele kwa sababu unao muda. Mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, ambazo utasema Siku hizo utasema hata kuimba sina raha, hata kuhubiri sina raha, hata kufunga sina raha, kuangalia sinema sina raha, hata ubunge sina raha. Katika hayo, ina maana ziko siku ambazo una raha, ambazo ndio unatakiwa kufanya kazi. Kumjua Bwana ndio chanzo cha maarifa, kumjua Bwana ndio chanzo cha maarifa. Mimi nimechagua nimechagua kutimka mapema kwenye kila jambo na kimbia kwenda kwenye hatima yangu na wewe mwanangu kimbia twende kwenye hatima yetu Run, hey. kimbia kimbia Daudi akiwa kijana wa miaka kumi na sita akaua dubu na simba Wewe una 30, hujaua hata nyani Kijana ana miaka kumi na sita akaona, umri wangu na dubu havina uhusiano, lakini kilicho ndani yangu kinaweza kumkabili yoyote. Kilicho ndani yangu kinaweza kumkabili yoyote. Usiangalie umri wako, usiangalie umbo yako. Aliye ndani yako ni mkubwa kuliko aliye katika ulimwengu. Hey! mimi nasema kilicho ndani yangu kinaweza kumkabili yeyote, awe ana pembe nane, ana pembe sita, ana macho arobaini, ana vidole themanini. Kilicho ndani yangu, kilicho ndani yangu, kilicho ndani yangu kinaweza kumkabili yeyote yule wakati wowote wa saa yoyote ile, na kilicho ndani yako kinaweza kumkabili yeyote. Umri ulionao, umri ulionao ni mzuri kwa sasa, ila amka, muda unakwenda, ukimbie kwa kasi kuelekea hatima yako. Beba ulichoagizwa na Bwana, beba uende kwa jina la Yesu. Sikiliza vizuri. Daudi miaka kumi na sita anamuua dubu na simba. Amepiga hatu hapo miaka kumi na saba anauwa Goriati. Goriati. Muulize mwenzako, umeua nini? Ni kitu gani ambacho umepambana kuua? Maana yake ni kitu gani ambacho umepambana nacho mpaka ukajisikia kwamba eh hey, hapa zimepigwa kitu gani ambacho wewe yani umepambana nacho yani u, ukasema sitoki hapa mpaka nione mifupa si, yani, si, si, si, si, sitok. Kitu gani ambacho umepambana nacho wewe, bila ya Goriati Daudi haingii ikuru, haingii ataingiaje? Lazima wepo Goriati. Unaona, eh lakini kijana Daudi akatwanga jitu Goliati. Kijana Shadrak Meshak na Abednego wamechukuliwa Babeli wana miaka kumi na minne, wanazama ndani ya moto. Miaka thelathini na kitu wakawa maliwali mpaka Danieli akawa wa pili kutoka kwa rais. Kijana Yesu Kristo alikuwa na miaka thelathini. Mnaojidanganya alikuwa babu, imekula kwenu Yesu Kristo alikuwa na miaka thelathini, akapiga kazi miaka mitatu tu na nusu akafa msalabani, akasema kwaheri mwalimu, akamaliza biashara. Waangalie watu wote ambao wamekwenda vizuri, kina Timotheo miaka kumi na sita wanapindua ulimwengu kichwa chini miguu juu, kijana Stefano anapigwa mawe, kijana One of the ways that it tells that you might be successful when you begin early you become competent in your respective profession when you begin early. Unapoanza mapema, hawa watoto wetu nao waona leo, wanafyeka, wamezaliwa wanafyeka, watakuwa hatari kuliko sisi. Unanisikia eh? Yaani askofu aliyezaliwa Ufufuo na Uzima ni tofauti na askofu aliyeingia ufufuo na uzima ana miaka ishirini. Kwa sababu huyu ufufuo na uzima ndiyo dini yake, ndiyo dhehebu lake. Yaani yeye yeye, tena fyeka na teketeza na vunja na haribu, njoo uko wapi, piga, ndiyo maisha yake huyu. Akija kuwa kiongozi baadaye, hana mjadala. Sisi tuna mjadala kwa sababu ndani kuna na mafundisho fulani yasiyo sahihi ambayo tumelishwa. Kila mimi nikitaka kuomba hivi, nikitaka kufunga na kuomba, nasikia salamu ya kanisa la African Inland Church inasema, uhuru wa Yesu wa milele. Lakini wao hawana hayo, wao wana majeshi majeshi, wamepigwa wamepigwa, hawawezi hawawezi. Majeshi majeshi wao hatima yao inakwenda haraka. Mimi na waza ningekuwa nilipata mafundisho haya mara tu baada ya kuokoka nikabeba kama unavyobeba wewe hivi, ningekuwa mbali sana. Hakuna lisilotekeka, hakuna lisilotekeka, hakuna ambalo huwezi kuliteka. Ni kuamua tu wewe mwenyewe, ni siku tu unapanga ngapi. Jaribu uone, useme hivi, useme hivi Huyu mchumba ambaye mara nakupenda, kesho hataki nakupenda hataki nakupenda hataki nakupenda hataki nakupenda hataki nakupenda mara hataki, yani yani yani, Alhamisi anaibuka amejaa ma, ma, mapenzi ya ajabu, uko wapi I love you, uko wapi I miss you, I miss you, baadaye tena haonekani tena wiki nzima hajibu message, hazungumzi haongei, hafanyi chochote mpaka umbembeze na upo upo, huyu upo, upo, upo, upo, mchumba wa kuboost huyu mchumba mpaka umboost. hey, hey, nipo nipo, mpaka hey, hey, umwambie good morning, good morning. mambo gani haya? na kuagiza mwanangu, mfanyie kazi yo mchumba mfanyie kazi. Chukua kibweta chako cha maji, uchague siku mbili au tatu, na kibweta chako cha maji, usiongee na mtu, usizungumze na mtu, usijadili na mtu, wewe una kibweta chako cha maji na Biblia yako Unatafuta kona mmoja wapo kanisani hapa, unabana pale, halafu unasema baba, nimechoka na huyu mchumba. Unasema kama kweli, baadaye ya kunitesa mara nipo. Anakwambia tuma vocha. Ukituma vocha, hayupo hayupoi mchumba mpaka umtumie vocha. Ukituma, eh, vocha anatumia vocha yako kuongea na wengine. <laughs> Hey, Alafu wewe miaka inaenda tu, miaka inaenda tu, kama bahari ni Mungu, mfuateni kama Yehova ni Mungu afadhali ujue kwamba huyo mtu hayupo, uendelee na shukutafuta wengine kuliko kung'ang'ania mtu ambaye ni mfu. Mimi nakwambia kweli, afadhali ujue, kwa sababu kwa kadi unavyochelewa umri wako unasonga. Aha. Nikupe hesabu, nikupe hesabu. Sikiza vizuri. Nikupe hesabu ya haraka, haraka. Kama una miaka 30 umri wako. Kama una miaka 30 umri wako ukiolewa leo Narudia tena, kama una miaka 30 umri wako ukichumbiwa leo, ukavishwa pete leo, ukaolewa leo, ukazaa leo, basi mtoto wako akiwa kwenye umri wa kama wewe, we una miaka 60. Umenielewa nichosema? Alafu sasa wewe umemng'ang'ania yule yule tu haeleweki, eti mambo hayajakaa sawa. Nirudie tena, kama wewe una miaka 30 umri wako, yani ikatokea umechumbiwa leo hihi, umevisha pete leo hihi umeolewa leo hii na umezaa leo hii. Wewe una miaka 30, ina maana mwanao atakapofika miaka 30 wewe una 60. Choka mbaya. Tujaribu na miaka 25.